Tumefika jana salama asubuhi, tumetreni jioni na leo asubuhi tumetreni tena, na nashukuru mpaka sasa hivi vijana wangu wote wako vizuri, ambao tunatarajia tuliondoka nao kule nyumbani, natarajia kwamba tumejipanga, kwa sababu ukalinganisha uzani wa timu ya, ya Zimamoto na na, Coast, na ligi ambazo tunacheza ziko mbili tofauti, lakini yote kwa yote tumejipanga na kushindana. Kuna lolote linaweza kutokezea, kwa sababu ushindani una wa mpira wa miguu una mambo matatu kuna kushinda ku draw na kufungwa, lakini naamini vijana wangu kwa nilivyoandaa tutakwenda kushindana yote kwa yote. Mwenyezi Mungu ndo anayejua mwisho wa mchezo. Nimekuja na kikosi kamili ambacho nimekitumia tangu tulipoanza mashindano mpaka leo, hatukumwacha mtu, watu wote wamekuwa wapo mazoezi. Tumefanya mazoezi, wapo vizuri, na naamini kama watamka vizuri, basi naamini tutatoa ushindani katika mechi ya kesho. Tumejiandaa vizuri kwa sababu ya mchezo wa kesho Inshallah, namwomba Mungu, matarajio yetu ni kufanya vizuri na kuendelea kwenye mashindano haya, hiyo inakuwa ni rahisi. Lakini huu ni mpira, sasa huwezi jua kazidi nini au mimi nimezidi nini sasa hivi upande wangu au yeye kazidi kitu gani, kikubwa tunakuja kushindana kwenye mchezo wa kesho. Ah, kikubwa ni ushirikiano tu, na vitu vingine ni siri kwetu sisi wenyewe, sababu kesho ni mechi kubwa na mashabiki, naomba waje kwa wingi, waje angalie burudani. Fika vizuri, kwa sababu mawimbi nayo yanachosha, na mawimbi ya nungu. Eh, tumefika tumefika saa saba, saa tisa tumekuja kwenye press, kwa hiyo na mbarazi kama sauti yangu itasikika vizuri kidogo. Lakini kubwa tumekuja kwenye mashindano, mashindano ni mashindano ajali ya sikukuu au yakoje ya, lakini tumejiandaa kupambana na zetu ambao tumepangwa kucheza nao kigumu ni hicho, lakini kwa wachezaji, mpaka kesho ikifika utamu utaonekana uwanjani. Kingine tena, Zanzibar na Tanga, pateni yetu Football kidogo inafanana afaana, kutakuwa mechi ngumu lakini nzuri. Sababu wote timu ambazo zinacheza mpira sasa, hii ni waombe, sipendi kulaumu haya mashindano, najua ni makubwa baadae. Eh, sasa kama siku za baadaye sikiwepo, ingefanya kama tournament fulani, labda mechi mbili hivi kwa timu moja, lakini kwa mechi moja Eh, mashindano ni mashindano, kila mtu anataka kuondoka mm. Eh, Unguja hii bwana, Pemba huku mm -hmm. Kae siku tatu kidogo, muondoka na karafuu kidogo, muondoka na ubuyu eh, lakini mashindano bado mazuri. Nasema ushindani utakuwepo pamoja na kuchoka, lakini tutaonyesha Kosti kama Kosti, Zimamoto kama Zimamoto, Zimamoto. Uzuri mwingine wa sisi kuja huku, watu wengi sana wa Pemba ndugu zetu wako sana Tanga, sasa ambao Watanga nao wako huku, basi waje wapemba na ndugu zao Tanga pia waje huku, angalie ndugu zao wamekuja, waje tushangilie, waje na Kigoma washangilie. Na kiukweli, mimi sio mgeni wa Pemba kwa sababu mimi nimecheza ligi ya Zanzibar kwa miaka minne iliyopita, kwa hiyo naijua vizuri ardhi ya Pemba ilivyo na nawajua vizuri. Zimamoto ni timu yangu ambayo nilichezea kwa misimu miwili. cho ninachokiona katika safari yetu kwamba tumepata ugumu kutokana na wachezaji wengi hawajazoea hali, ila tumehakikisha tunafanya vizuri katika haya mashindano tuliokuja kucheza huko. E, kiukweli nimeongea nao na baadhi ya wachezaji ambao naamini kesho watatuwakilisha katika mechi. Tumejipanga vizuri kwa kabili Zimamoto kwa sababu ni timu moja ambayo inacheza mfumo wa mpira ambao kama sisi tunaocheza. kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tujiandae, kabla wao wenyewe pia hawajajua kama sisi tunawajua.